Rais huyo mstaafu wa awamu ya pili, Alhaji Ali Hassan Mwinyi, ambaye amekutana kwa mara ya kwanza na Rais Dr. Magufuli kwa mazungumzo rasmi tangu aingie madarakani, amesema utendaji wa mwaka mmoja wa Rais Magufuli umekuwa ni uongozi wa kutukuka ambao pasi na shaka unahitaji uungwaji mkono wa Watanzania wote bila ya kujali itikadi ili kuliwezesha taifa kupiga hatua za maendeleo kwa haraka. Amempongeza na kumtaka kuendelea bila ya uoga na mapambano dhidi ya rushwa na ufisadi, kurejesha nidhamu na uwajibikaji kwa watumishi wa umma, sambamba na kuendelea kutatua kero mbalimbali zinazowakabili wananchi kama anavyofanya sasa, huku akitaka wa Watanzania kumsaidia kwa kusimamia ukweli pale unapopotoshwa, kumpongeza kazi nzuri nzuri mno anaoifanya kazi anayoifanya hii, uovu uovu, unaona huo, wizi wizi wizi, rushwa eh, matatizo haya na haya yameanza za, zamani. Rushwa toka nini, Mwalimu Nyerere ilianza siku zile, na kuna kuna no, kuna, kuna akaipondaponda kabisa lakini hakuimaliza, kuimaliza kabisa. Na sote tuliosalia hivyo hivyo, kila mmoja amefanya kiasi chake, lakini rais Magufuli kwa mwaka mmoja ameleta tsunami. Tunafurahi sana, kafanya vizuri bila kiasi. La pili eh, Kuendesha serikali unahitajia watendakazi wa, wa wazuri waaminifu katika serikali. Matatizo mekuwapo waliotangulia, ndo kuna sisi tujitahidi kwa, nam, kwa namna zetu lakini